Kwanza, historia ya idi hii ya al adha, tunaita ni idi ya kuchinja. Kwa nini tunachinja? Kwa sababu tunaadhimisha ama kumbukumbu ya kitendo kilichofanywa na nabiullahi Ibrahimu alaihi salam cha kutaka kumchinja mwanawe. Mungu alimjaribu sana Ibrahimu katika maisha haya ya dunia, na ndio maana katika Qurani Mungu alisema, watakhadha Allahu ibrahima khalila. Mungu amemchukua Ibrahimu kuwa kipenzi chake. Sasa kuna matukio pale Maka yanafanyika, yana historia mbili, yana historia ya Ibrahimu, lakini kuna shairi la alama za dini ya mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Maana kuna historia pale ya kutokea Adamu alayhi salam. Sasa Ibrahimu ni, ni, ni, ni mtoto ambaye aliyezaliwa na Azar anamwita tarikh Azar. Historia kidogo zimetofautiana. Wapo wanaosema kwamba Azari alikuwa ni ami yake, lakini historia na kubwa sana Azari kwamba alikuwa ni baba yake. Lakini kwa nini baba yake Ibrahimu aliitwa Azar? aliitwa Azar kwa sababu fa innahu kana yaziru qauma alikuwa anapenda sana kuwasaidia watu wake kwa hiyo kile kitendo cha kuitwa Azar ni kwa sababu yeye alikuwa msaada mkubwa sana katika kuisaidia jamii. Lakini Azari ndiyo mtu ambaye bingwa wa kutengeneza miungu ya kisanamu. Yaani yeye ndo alikuwa bingwa wa kutengeneza miungu ya kisanamu. Alikuwa anaiunda miungu na kuiuza na watu wananunua ile miungu wakidai kwamba ni Mungu. Najua watu walikuwa na shida sana ya kutafuta Mungu, walikuwa na shida sana ya kutafuta Mungu. Ilifika mahala mpaka wakawa wana wanachukua masanamu yale, ikafika mahala wakawa wanachukua yale masanamu ndio wanafanya miungu. Lakini akamzaa Ibrahimu alaihi salam pale Uli wa Kardayo, kwa maana tunazungumzia Iraki, tuzungumzie Iraki. Alitokea mahala pale katika Uli wa Kardayo kwa maana Ibrahimu alayhi salam alizaliwa pale. Wakati anazaliwa, na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatembeza masanamu ya baba yake kwa miungu kwenda kuuza, lakini Mungu alimpa Ibrahimu. Katika Qur'ani, anasema tulimpa uongofu mapema sana. Ibrahimu alipokuwa anaikataa ile miungu, hakuikataa miungu kwa kumkana baba yake. Alitafuta hekima na busara ya kuikataa miungu hali ya kuwa baba yake aridhie ya. Hapa kuna pointi kubwa sana tunafundishwa katika madai kwamba unapokwenda kumlingania mtu, usimlinganie mtu ukamfanya yule mtu ikiwa unachomlingania chenyewe ya kwa maana, uka mtusia, uka, yeah. uka, bila, kutumia hekima ile akikatayi ndo mungu hata sisi anatukataza tusiwatukane Wakristo wao wala miungu yao. Kwa nini tukiwatukana wao na miungu yao itasababisha wao wamtukane Mungu, kwa sababu watalipiza kisasi. Kwa hiyo wao hawana mungu wao, kwa hiyo tukiwatukana wao kwamba hawana mungu wa kutukana, sasa sisi wenye Mungu wa kweli ndio tutakuwa tunamtukana. Sasa nani mungu wetu? Kwa hiyo Ibrahimu alipewa uongofu katika kulingania. Hakulingania kwa njia ya matusi, wala hakulingania kwa kejeli, tofauti na sisi walinganiaji wa sasa sisi sasa hivi tunatumia matusi, kejeli. Mwenzio ukafanya jambo, hautafuti hekima na busara ya kumlingania, kujua kwamba huyu ni mwanadamu. Ameitwa mwanadamu kwa sababu ni wingi wa kusahau. Hatutafuti hivyo. Anabeba yale masanamu, akawa na yeye anakwenda nayo kuuza yale masanamu. Lakini wakati anakwenda kuuza, amekubali kubeba kwa baba ake, hakumkatalia wakati anakwenda kuuza, anafikisha ujumbe kwa watu, jamani, haya masanamu tu haya hayana lolote. Masanamu haya, si mnaona mimi nayaburuza, nafanya hivi, nafanya hivi, haya hayana chochote masanamu haya. Kwa hiyo, haya masanamu siyo ya kuyafuata, hii ni misanamu tu, misanamu tu isiyokuwa na maana. Hi acha nini nayo. Kwa hiyo, wenzio wakawa wanauza, yeye hauzi wale wanaulizwa, mbona nyinyi mnauza huyu hauzi? Wakasema huyu anasema haya masanamu sio miungu, hayafanyi chochote, ndo maana hauzi. Historia hii iliendelea mpaka ikafika mahala sasa. Ibrahimu akaanza kumlingania baba yake, akawa analingania watu wake, anawaambia hii misanamu hii mnaiabudia, mbona ifanyi chochote? Ukanasema sisi tumewakuta baba zetu wanaabudia wambia baba zenu walikuwa katika upotevu, kwa sababu yaani ni masanamu haya hivi. Akaelezea mambo mengi sana ya kuwalingania, lakini wale watu wali walikataa ule mlinganio, wengi sana walikataa. Sasa ikafika mahala Ibrahimu, akasema kwamba mimi nitayavunja yale masanamu, baada ya watu wakinipa mgongo, mimi nitakwenda kuyavunja.